Dada Joana karibu sana. Asante. Mm -hmm. Karibu, nimefurahi sana nikipata wadada ambao wako kwenye sio wa, si wa wasichana, wewe ni mdada. mm -hmm. E, napenda huwa napenda kwa sababu ni mmoja kati ya maono yangu kuona wanawake ambao wanahitaji kujikwamua hawaoni aibu. Ndiyo. Umeelewa, hicho ndio kitu kinachopenda kwamba usione aibu kwenye kutafuta. Ona aibu kujificha Eh, kuogopa kwenda kufanya kazi halali ya ndio mm -hmm. Yani hicho ndio natakiwa uone aibu kwamba kwa nini na, naona aibu ya kwenda kufanya kazi wakati kuna kazi zinaweza zikanisaidia na nikatoka hatua moja kwenda hatua nyingine, mm -hmm. eh, kwa hiyo nikiona wadada kama wewe wamefika, wamefika na huwa napenda sana. Karibu sana dada Joana. Asante. Umetusikia wapi wewe mimi nilikuwa nakuona Instagram. Okay. Yes, nilikuwa naona content zako. Wow. eh, eh. Mm -hmm. Lakini sikuwa nimezifuatilia kwa upana sana. Okay. Maana mimi sio mfuatiliaji sana wa mitandao. Oh, okay. Eh. Kwa hiyo nilikuwa tu nafanya kazi huko mitaani. mm -hmm. Tunakutana na maagenti. mm -hmm. Agenti unamlipa, nakupeleka kazini, unamlipa kama mimi hivi. Eh. Eh, kazini eh, navyopeleka kazini sasa kule unalipa eh. Really? Eh, unamlipa agent, ndo anakupeleka kazini Hustini lakini bado zile kazi zinakuwa hazina mikataba uh -huh. Kwao unafika kule unakuta yale makubaliano mlioweka na agent, ukifika kule yanakuwa ni kinyume tofauti. eh. He. Unampigia agent. Unaamua kusema agent, mi naacha hapa kazi uh -huh. Ukiacha uh -huh. yani hakuna sheria zozote zitakazo chukuliwa za kuweza kukulinda wewe au kukusaidia. Mwisho mm -hmm. wa siku nakuwa umepoteza haki zako mm hivyo -hmm. eh, eh, ajenti ukimtafuta tena anakuambia lazima unilipe tena ili nikupeleke sehemu nyingine eh. Kumbe hayo eh. ndio mambo yanayoendelea mtaani. Sasa kuna rafiki yangu siku moja ndo akaniambia akaniambia kwa nini usimtafute Joyce Kiria mm -hmm kwenye hii Wadada Center mbona, mm -hmm. Wewe unaonekana upo vizuri mm, hebu -hmm. nenda kwanza kwa. wow. Labda utafanikisha unachokihitaji. wow. Basi ndio ikabidi nikufuatilie Instagram nikachukua namba, mm -hmm. nikapiga hapa kuulizia, kwa hiyo okay. wakanikaribisha. ehe mm. Haya, na huku kwetu vipi? Umeambiwa utalipa shilingi ngapi ili upewe kazi? Hapana, huku ni free kabisa, hakuna malipo yoyote. Hakuna malipo, ndio Okay, na mikataba yetu umeiona? Mikataba nimeiona mm. Maana huku kuna mikataba sasa, maana kama huko mlikuwa hamna mfanyi kwa mikataba, huku kuna mikataba na ndio kitu kilichonivutia. Kweli eh? E, kwamba nafanya kazi nikijua kwamba kuna makubaliano mm. ya kimaandishi ambayo yatanilindia haki zangu za msingi mm. mm. Eh, dunia iko tofauti. Wengine wanakimbia kwa sababu sisi tuna mikataba. Wengine wanakimbia kwa nini? Kwa sababu ni watu ambao wamezoea kona kona, ni watu ambao sio waaminifu anakwambia atafanya kazi mwaka, we unamwahidi bosi kwamba huyu dada atafanya kazi mwaka, lakini akikaa miezi miwili mitatu anaondoka. Kwa hiyo hajali kama atawachafulia jina lenu kituo chenu, mtaonekana nyie kama matapeli na watu ambao hawana mwelekeo. Kwa hiyo watu wengi wa hivyo wanakimbia mikataba, kwa sababu sisi kupitia hiyo mikataba tuna, tuna utaratibu maalum wa kuhakikisha kwamba unaumaliza ule mkataba. Ukiumaliza utapata malipo yako yote, usipomaliza kuna malipo utakatwa, ndio ile dhamana mwezi wa kwanza, ili mm -hmm. tuweze kufidia bosi wako apate dada mwingine. Huo ndio utaratibu wetu, kwa hiyo unaweza ukafaidika. Hawa hapa ni mashahidi, hawa wamefanya mm -hmm. kazi, wamemaliza mikataba, kwa maana hiyo dhamana zao wanapewa, ndio si ndio? Eh, lakini kama hukumaliza huwezi kupewa. Sasa hiyo kwa wengine ndio wanaona kama Aa, nachukua hela zetu. Hapana, we mwenyewe ni tapeli we, unakuja unatuambia unafanya kazi mwaka, afu ufanyi. Huyo bosi wako yeye ameshafanya commitment ya kupatiwa dada mwaka, we usipofanya kazi mwaka, sisi tunafanyaje? Sio naelewa. Kwa hiyo ni pande zote kwamba sisi pia tunajitahidi tupate wadada ambao ni waaminifu, watakaoweza kwenda kutoa huduma nzuri ili wamalize mikataba salama, tumalizane vizuri, wapate mm. stahiki zao zote. Lakini the minute unakwenda kinyume na huo taratibu tulioweka, lazima utakatwa gharama kwa sababu unasababisha usumbufu. Au hata wale wengine anakurupuka tu, tumeweka utaratibu wa kuacha kazi kwamba utatoa taarifa ili tuweze kujipanga. Huyu bosi ana watoto, ana majukumu, ana familia, ana kazi. Kwa hiyo tunajua kabisa kuna mtu, na tumeweka utaratibu kwamba, dada, ukitaka kuacha kazi tupe taarifa ya wiki mbili, wiki tatu, tutafute mtu mwingine tumlete pale. Lakini wewe unakurupuka tu, ndani ya siku moja mbili unasema kesho naondoka, au kesho kutwa naondoka, au leo leo naondoka. Hizo ni tabia za binafsi za mtu ambazo anakuja kuzitoa makucha, tunaita ya mtu mm, anakuja kuyatoa siku, yani wakati ambao ameshaona amepata option. Hata kama umepata option kwenye maisha yako, labda ulivyokuja hapa ulikuwa huna option Eitha, umepata kazi nyingine, ulikuwa umegombana na bwana wako mmepatana, toa muda ili uage hawa watu vizuri, uondoke kwa usalama na uwaache katika mazingira ambayo ni rafiki, ili hata mm-hmm. Mungu akusaidie huko nakoenda, lakini utakapojifikiria wewe, huwazi huyu bosi wako sasa ataachia watoto wake nani, ataiacha familia na nani? Wadada Center hatuna wadada kukurupuka sisi. Uaga toka tunaanza huu mpango wetu uaga, sio wa kukurupuka Unaweka oda unasubiri, tunakuandalia. Kwa hiyo iwe ni oda mpya iwe ni, ni, ni replacement, sisi tunafanya kazi kwa mipango na mipangilio. Sasa dada ambaye atakurupuka anataka kutuletea yeye ratiba zake mpya katikati ya utaratibu na makubaliano, huyo hatuwezi kumwelewa. Kwa hiyo utakatwa mshahara wako na utakatwa gharama zaidi kwa sababu ya huo usumbufu. Hapo mtu akisema oh, nimeonewa au nini, wewe hukufuata mkataba, kwa nini sisi tufuate? Si tunaelewana eh? Mm -hmm. Eh, yani nataka nisisitize kabisa. Mtu yoyote awe ni dada ni bosi. Hata fata mkataba wetu. Sisi hatufati. Kwa nini tuufate na wewe utaki kuufata? Utaratibu tulioweka wote tukiufata, kila mtu atakuwa na amani na kila mm, mtu atapata haki yake. Mm -hmm. Lakini wale ambao hawafati, hao ndio wanatuletea shida na hao ndio wanaongea ujinga ujinga kwa sababu hawakufata utaratibu na sisi hatuna haja ya kuufata ambapo ujasiria ujasiria mali wangu mimi mm, -mm. Mm, mm napenda niwekeze katika ufugaji okay. Mhm. Wewe mtu wa wapi? Mwanza? Ah, Tanga, um, Tanga, Tanga jamani, kuna wafugaji nimejifunza mejifunza kufuga. Kutokana na maisha eh. Okay, mpaka sasa umejifunza kufuga nini? Mi mpaka sasa nimejifunza kufuga kuku wa broiler. Eh. Umenikumbusha wow. Yeah. Yes. Mi mwenyewe nilijifundi nilifu nilijifunza kwenye nyumba nilofanyaga kazi kama dada Mariamu alivyosema alifundishwa kupika pilau, maana bosi wake ni mfanyabiashara wa chakula huyu, kama alivyofundishwa kupika kwa sababu mm -hmm. Bosi wake ni mfanyabiashara wa chakula. Mm. mimi pia nilikutana na mfugaji. Mimi nishafanya kazi za ndani e, sijaongea mm, kwenye toka tumeanza, lakini ndio huwa salamu yangu ni kuambia wadada, mimi mwenyewe ndio gwiji wa kazi za ndani, nilianzia kwenye kazi za ndani. Kwa hiyo bosi wangu alikuwa mfugaji wa hizo kuku na nilijifunza, na nilijifunza nilijua sema sicho kipaji kilichokuwa nataka kukiendeleza lakini nikapewa kufuga yani na ujuzi wa kufuga kabisa au kukua kisasa mm. mm, kwa hiyo umenikumbusha sana yani, nimewafuga na nimewala kweli kweli. <laughs> eh, eh, kwa hiyo we, eh, unataka uende ukafanya o biashara. ulijifunzia wapi? nilijifunzia kwa bosi wangu mmoja Uli, ambaye ulikuwa unafanya kazi ndani? Ndiyo, ndioa wow. Ndo nilikuta anafanya hiyo biashara, alikuwa anafuga hao broilers. uh -huh. anafuga pia na wale wa mayai. okay. wale wanaita chotara. uh -huh. e. Kwa hiyo mimi nilipofika pale nikawiwa tu kujifunza. Wow. Yaani nikawa natamani kujua, nika ingawa alikuwepo kijana wa kufanya zile kazi mm -hmm. lakini mimi niliwiwa kujifunza, kwa hiyo nikajikuta nafanya kazi zangu, nikimaliza naenda kusaidiana na yule kijana ili mm -hmm. tu nijue. Kwa hiyo ikafika wakati nikawa nimejua na nimeweza. hapo hapo wadada wengi wanapenda wakienda kwenye hizi kazi Right. mmhm tofauti ya dada Joana, ambaye nakuona utafika mbali sana. mwingine akikutana na kazi kama hizo ana kwanza, kama ana kituo kama hiki utasikia, jamani, huku kuna kazi ambazo haziko kwenye majukumu yangu. Ye haoni kama ni fursa, ye anaona ni kazi nyingi, sio sio majukumu yake, kwa hiyo anaanza kuyakwepa. Nilichokupenda wewe, umejifunza yaani sio majukumu yako, na kulikuwa kuna kijana ambaye anafanya mm-hmm hayo majukumu, lakini ulitaka kujifunza. Ndio, hiyo ni attitude ambayo ni tabia ambayo ukiwa nayo kwenye maisha hautaka ufeli, kwa sababu tusichokijua, tunajiwekeaga limiti ya kujifunza vitu, lakini kama ni kitu ambacho kitakupa tija, jifunze. Nawaambiaga pia wadada, unapoenda kwenye hizi nyumba, chukulia unaenda chuo, unaenda kujifunza, unaenda shule. Kuna vitu utatoka navyo pale, vitakuongezea thamani. Ukitoka kwenye ile nyumba, hautakuwa kama ulivyo sasa. Umeona kama wewe sasa hivi unaweza kufuga uhitaji kwenda kusoma, ndio? Si ndio? na uzuri wa hizi knowledge Elimu nzuri sio ile theory, unakaa darasani unaambiwa fanya hivi fanya hivi. Nzuri ni ile uliyoona kwa vitendo. Yes, ukaona kabisa namna wanavyofugwa, madawa gani wanapewa, namna ya mm-hmm. kuingia kwenye banda lazima uingize miguu kwenye dawa. Sijui unaelewa. Mm-hmm. Vile vyote vile. Ukifundishwa darasani unaweza usipate sana. Mm-hmm. Ukienda kufanya field ndio sasa ndio, ndio elimu yenyewe. Na ndio maana watoto wengi wanatoka vyuo, wakija mtaani wanasema hamna kazi. Mm-hmm. Kwa sababu kule walikuwa wanafundishwa tu theory. Ukija mtaani sasa ndio unatakiwa uweke vitu kwenye vitendo ulivyojifunza. E, kwa hiyo na napenda sana kwenye story yako kuna masomo mengi. Kwa hiyo ukipata hela unajiandaa kwenda kufuga. Yes, najiandaa kwenda kufuga. Kufug mm. Lakini hata hivyo sio tu broiler na wakienyeji pia. Okay, ambao nimeandaa banda mm -hmm. Tayari nimeshaanza kuingiza vifaranga vya kienyeji kwa kuwa kule kijijini broiler hawana soko sana mm -hmm. E, watu wengi hawapendi kutumia broiler. Uhum. Kwa kule kijijini nimefuga kuku wa kienyeji hawa wa kawaida. uhum. Ndo wapo kule, wapo wadogo zangu wanaendeleza huo okay. mfugo. okay. Mimi nipo huku na pambana ili tupate mtaji, tuwe wafugaji, tuwe wajasiria mali wakubwa na sisi, wao wao. Kwa hiyo umesema wadogo zako kule Tanga, ndo nyumbani kwa baba na mama? Tanga ndipo asili yetu. uhum. kwa baba uhum lakini baba yetu babu yetu aliyemzaa baba alirudi kuja kuishi Tuliani Mtibwa. Mhm. Mm -hmm. Kwa hiyo kule akakutana na bibi yetu, wakamzaa baba, wakawekeza maisha yao Tuliani. Mhm. Mm -hmm. Kwa hiyo Tuliani kule baba pia akakutana na mama, mhm, mm, wakafunga ndoa, mhm. Mm. Basi wakaja kuishi Dar es Salaam maana babangu alikuwa ni mwajiriwa. Mm -hmm. Kwa hiyo wakaishi Dar es Salaam, sisi tukazaliwa Dar es Salaam, lakini tulikuwa tukijua kwamba nyumbani ni Tuliani. Ingawa Tanga huwa tunaenda mara moja moja. Okay, kwa <laughs> bado Tanga kuna ndugu zetu. Sasa wewe utawekeza ta, umewekeza Tanga au Turiani? Nimewekeza Turiani, kwa sababu Turiani ndo mazingira ambayo nimeyazoea sana na ndo mazingira ambayo nayafahamu yapoje. Okay, mm. Sawa, kwa hiyo ukipata hela zako za kufuga unaenda f unarudi Turiani kufuga? Ndiyo. okay. Lakini ingawa anatamani mm. pindi nitakapoanza kufunga b mm. kufuga hawa broilers mm. Nifuge eneo ambalo ni, ni, ni la mji la mjini. Eh, hata kama sio hapa Dar es Salaam basi hata Morogoro mjini. Kwa hiyo siku zote mwanamke unatakiwa kusimamia maisha yako wewe na Mungu wako. Ndiyo. Na kazi ambayo Mungu anakupa. Umeona? Mungu, wa kwanza kazi yako namba mbili. Ndiyo. Sasa namba tatu ndio mwanaume. Akiwepo, asipokuwepo, yani yeye isiwe issue. Maisha yanaendelea. Maisha yanaenda. Ndio mimi mafundisho yangu kwa wanawake. Mm -hmm. Lakini wanawake wengi walifundishwa mwanamume kwanza hata Mungu nyuma. Ndio maana unakuta mwingine anageuzwa geuzwa, -geuzwa. Wanawake sasa hivi wanaingiziwa kinyume na maumbile. Hapo kuna Mungu hapo, kama ungekuwa na hofu ya Mungu utakubali kugeuzwa geuzwa kama samani? Siwezi. Kwa hiyo wanawake walifundishwa mwanamume kwanza, which is wrong. Mungu kwanza, kazi yako kwanza, mwanamume anakuwa namba tatu. Akizingua hmm. Na wewe unazingua hmm. Akijiheshimu na wewe unamheshimu. Si ndio? Eh, hey, lazima watoto wa, wasima, watoto wa kike wasimame sasa hivi. Tuachane tuhachane na huu ujinga ujinga ambao wamepewa huko zamani mm -hmm. Na hiyo ndo kazi yangu, asiyetaka azime, nani azime data <laughs> asiangalie content zangu, lakini anayetaka kweli, mwanamke ambaye hataki kuteseka mm -hmm. atangulize Mungu namba moja, biashara yake namba mbili. Alafu namba tatu ndio mtoto sijui wa, wanaita mtoto wa nani? Mtoto wa mama mkwe Mm. Eh, ila akizingua na wezingua. Sio mwenzio anakuzingua wewe unakaa hapo unasubiri. <laughs> Unasubiri nini? Utakufa siku si zako. Na ukifa siku si zako, yeye yani, kabla hujazikwa anaye mwingine. Ni kweli. Kwanza hata asubiri ufe. Kwani mara ngapi wana, si wewe umesema yuko alishaoa, anaendelea na maisha yake. Hey. Kwa hiyo uko naye, lakini yuko na wengine. Sasa mm -hmm. Wewe ndio utajipima uone unaendelea kubanana, utaondoka. Lakini wanawake wamefundishwa tabanana hapa hapa. Asubutu, hakuna upujinga kama u ving'anga ving'anga hakuna e, kung'anga wala kubanana wewe ula. Ukijua thamani yako mwanaume ndio atakutafute ata wewe, sio akukimbizana na mwanaume. Mwanaume ndio anatakiwa akutafute wewe, si so? mm -hmm. tunaelewana e, lakini maisha yangu yani yanakuja kwanza kabla ya mahusiano maisha yangu kwanza, Mungu wangu kwanza, alafu maisha yangu alafu ndio mahusiano. Mahusiano nikiona naniletea stress naweka pembeni. Maisha yangu kwanza na Mungu wangu kwanza, hayo ndio maisha ambayo wanawake nataka waya nawafundisha yani. Kwa sababu walifundishwa vibaya, walifundishwa yani mwanaume kwanza, na mwanaume akizingua yani na wewe unakufa kabisa, huoni mbele, huoni mwanga. Ndio maana huwa napenda k-kuchomekea kwa sababu kwenye u mradi wanawake wanaokuja naweza kusema karibia nusu ni wanawake ambao walishaingia kwenye mahusiano washasumbuliwa washateswa yani, washaangaishwa na mahusiano. Ukiangalia ni kwa sababu tu alikosa mwongozo, hakufundishwa vizuri kujipenda, kujithamini, kujijali, kujiangaikia yeye yeye. Alifundishwa kuona mwanaume ndio kila kitu. Kwa hiyo lazima niwasaidie pia upande huo, ili wanapo sasa hivi unapoumeamua kwanza upya, basi uende kwenye direction, direction ambayo itakusaidia ni sahihi mm. Jamani, Mungu awasimamie mnapokwenda kwenye shughuli zenu mm. Mkafanye kazi kwa bidii, mwahudumie mabosi wenu vizuri, msiende kuleta viburi na ujeuri. Nafikiri hiyo message sana, sana sana kwa Dada Joana kwa sababu wadada watu wazima, changamoto kubwa ni ile unyenyekevu. Eh, unyenyekevu watu wazima kidogo una, inawasumbua labda kwa sababu alisha onjaga maisha yao kujitegemea. Kwa hiyo anapoenda anakutana na bosi ambaye saa nyingine ni mdogo kwake, inamuia ngumu ile kushuka na kuhudumia, eh? Kwa hiyo najitahidi sana kuwakumbusha kwamba siku zote mtu ambaye ana hela ana hela tu. Mm -hmm. Amekuzidi, alimradi ana, u, yani anataka umhudumie ili akulipe, sio umpe mwili wako. Hapana. Aidha umsafishie, upikie chakula, hivyo fulie, hizo ndio kazi ambazo tuna dili nazo hapa. Zifanye kwa unyenyekevu, zifanye vizuri tu. Hmm. ana kulipa mwaka mmoja, sio mwingi. Unaondoka unaenda kuishi maisha yako vile unavyotaka, lakini ukiwa ndani ya nyumba ya mtu huwezi kuishi unavyotaka, e. Kwa hiyo huo ndio msisitizo wangu sana, hasa kwa dada Joana. Hawa nafikiri wanatujua. <laughs> Wanajua culture zetu, wanajua utamaduni wetu, na walishafanya kazi mpaka wamemaliza mikataba. Sidhani kama kuna haja sana ya kuwasisitiza, maana tayari mnajua na mikataba yetu mnaifahamu, si ndio? Mariamu na nani Anastazia? Haya, basi, mimi nawatakia tu kila la heri jamani, amin, asanteni sana yeah, na karibuni.